Yes, hii ni Pideck TV na langu jina ni Dina Jinton ha, na hivi la bana nakukaribisha kwenye mastori kem kem. Mtakuwepo na mimi Dina Jinton kwenye upande huu wa mastori kem kem, ni kupe details ambazo zimetokea ndani ya mipaka ya TZ na nje ya mipaka ya TZ, bana, mashabiki watu wa movie mi yetu pendwa, ambao ni mashabiki wazuri kabisa kindakindaki wazuri wa tamthilia yetu pendwa ya dunia Kweli tumekuwa tuna maswali mengi. Kwanza tunaanzia kwenye maswali ya kwa nini tamthilia inakuwa inachelewa sana, kwa nini tamthilia tunaona mhusika ni mwingine na ladha kama imepotea hivi. Lakini ni sababu ambazo ziko nje hata ya uwezo pia ya waendeshaji wa tamthilia hii ya dunia kutokana na mhusika mkuu ambaye yuko na mambo ambayo yanamkabili. Pia wengi wamejiuliza, na wengi wametamani kugundua, basi hivyo leo kupitia PIDECK TV bana, tumeona tukuvutia huo wae, tukasema uu ni unyonge kwenye session ya mastori bana, tukasema na hiki kipande kiwepo bwana, kwa sababu wengi wametamani kujua Mati, ambaye ni anacheza katika tamthilia ya Dunia amekwenda wapi na yupo wapi? Mbona hatumwoni na mwona, mara tunamwona Mati mwingine ambaye ni wa mchongo, kutokana na wa wafuatiliaji wa wamempa jina hilo, kwa sababu ni amekuja kukava pati ya Mati ambaye alikuwa ni main character wa hiyo character yenyewe hasa bana, kuhusiana na mwigizaji wa tamthilia ya ya dunia akijulikana kwa jina la Mati huu mwigizaji bwana, alikuwa kwenye mahusiano na alivyokuwa kwenye mahusiano na mpenzi wake huyu bana, mpenzi wake akaona si mbaya na si vyema sana kuendelea kukaa kwenye mahusiano tu, basi tunataka tuwe mke na mume na hivyo kama kuwa mke na mume, lazima taratibu zifuatwe. Hapo ndipo mkanganyiko ulipoanza kutokea na ndio sababu kubwa ambayo inasababisha series ya, ya series ambazo ziko katika filamu ya Dunia zishindwe kutoka kwa wakati na zishindwe kuwafikia wadau wa tamthilia ya Dunia kwa jinsi ambavyo wanahitaji bana, Mati ame fikie hatua ya kwenda kutambulishwa na mpenzi wake ukweni kwao, yani mati kapelekwa ukweni kwenda kutambulishwa, amjue mama yake mkwe, amjue wifi yake, shemeji zake, pamoja na marafiki wa mume wake. Hivyo asa, swala hili la kwenda kutambulishwa ikabidi lifikie kwanza mahali li liingilie sehemu yake pia ya uigizaji ndani ya tamthilia ya ya ya Dunia. Kwa hiyo ikawa imesitisha kwa sababu hawakuweza kuigiza pasipokuwa na mati ndani yake. Kwa hiyo ikawa imesitishwa kwa, ika ime, ime kwa namna moja na nyingine hivyo, ndio maana ucheleweshaji ukawa umetokea, na baada ya kuenda kutambulishwa ikawa imeendelea prosesi zingine kama tunavyoelewa sisi, kitaji kuoa au kuolewa, kuna baadhi ya prosesi zinabidi zifuatwe ili ndoa yenyewe ikamilike, ila imeonekana ugumu mkubwa unatokea kwa mume wake mtarajiwa Mati, kwa sababu mume wake mtarajiwa atamani tena mati aweze kuendelea kuigiza sababu anaonekana akiwa anamhitaji sana mke wake, anatamani aendelee kuwa na mke wake na asimuone tena akiwa anaigiza. Kama mpaka amefika mbali, amesema kama ni Mati, labda atakuwa anahitaji pesa, kiasi kwamba kile ambacho ni atakuwa analipwa kupitia filamu ya ya Dunia, basi yeye ana uwezo wa kumlipa kile kiasi ambacho atakuwa anakihitaji, ila asiwemo ndani tena ya tamthilia ya ya Dunia, hivyo ikawa imeleta mkanganyiko sasa. Ndo imefikia wakati mpaka madirector hata wenyewe wamwona, labda bora wabuni mtu mwingine ambaye anaweza kufit pati ya mati kucheza, ndo ambaye mnamwona huyo dada huyo mpya ambaye amechukua uhusika wa mati kucheza na kuvaa hivyo, japo wengi hawajafurahishwa kumwona Yani kumwona Mati mwingine, yani tunaweza tukasema kama ni Mati bandia, kwa sababu Mati halisi imeshindikana kwa namna hiyo kuweza kumpata, kutokana na mume wake mwenyewe kusema kwamba jambo analolifanya ni la muhimu zaidi kuliko jambo ambalo hilo, kwenye hilo ambalo uongozi wa filamu ya Dunia unamhitaji zaidi. Kwa hiyo ndio maana ikawa imeingiliana changamoto mbili tatu kama hizo zikasababisha baadhi ya vipande vikaweza kusitishwa na baadhi ya, ya vipande kuonekana mwigizaji mwingine. Sasa tukasema bwana, kama Pideck TV bwana, hili nalo tuje tulitibu kwenye mastori mndani tu tuwafikishie ujumbe. Nadhani waya umewarifukia, na nyinyi hapo mmejua sababu gani ambayo imesababisha hadi dunia imekuwa inafeli feli, labda kuwafikia kwa wakati, ikawa ni changamoto. Kwa nini inachelewa? Imekuwa inachelewa sana, na changamoto yake kubwa ndo hiyo hapo. Ole ole, tumombee tu heri mwigizaji wetu kipenzi chetu kweli, Mati tulimpenda sana na tunaendelea kumpenda. Tumuombee heri na fanaka tele kwenye ndoa yake hiyo ambayo inakuja na huyo mume wake mtarajio, lakini Tungetamani sana kumwona, tumwambie tu tungetamani kumuona, kumuona sana, sana, sana kwenye akiendelea kuigiza kwenye tasnia ya uigizaji na hasa hususan kwenye filamu ya Dunia, tuitamani sana tuendelee kumwona, lakini ndio hivyo, ila tunadhani kwa wakati yanaweza yakabadilika, ila namna moja manyingine hiyo ndo namna ambayo iliyosababisha sisi tukuvutie waya kwa kipande hiki cha tamthilia yetu pendo ya Dunia. Takie tu big shout out kwa wewe ambaye umeweza kutinga kwenye tinga lako bora hii ya channel yako pendo ya PIDECK TV. Nikusanua tu nikwambie mwanangu, hapo chini kuna alama nyekundu hapo ya maneno imeandikwa subscribe. Hebu bonyeza hiyo alama hapo. And then ukishabonyeza hiyo alama, bonyeza hicho ki alama cha kengele hapo. Hicho ki alama cha kengele kitakusaidia kupata taarifa zote ambazo zinatoka kupitia channel yako pendwa ya Pideck TV kuhusiana na habari za kimichezo, kuhusiana na mastori kem kem kama hivi ambao Dina Jinton hapa anakuwa nakuletea. Kwa utakuwa wa kwanza kabisa tingani mwetu kuweza kuzipata hizo notification. Big shout out to you.